ICC, si ndio yule aliyokuwa naongeleka kaka yake polepole juzi?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 0678813891. Habari za asubuhi mtazamaji wa Sauti Kuu TV Online popote hapo ulipo, karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa Kawe jijini Dar es Salaam Tanzania. Msomaji um, wako asubuhi leo ni mimi Dorcas Daniel, na upande wa mitambo mwenzangu ni uh, Freedom Richard shirika wetu asubuhi ya, ya leo bwana ni kanisa la Tabernacle of Glory TG. Kawe lililopo Kawe Ukwamani, nyuma kidogo tiya ukumbi wa CCM na hata kituo cha mafuta cha Puma. Wao wanakukaribisha sana katika ibada zao kwa siku za Jumapili, yaani kesho, wana ibada mbili; ya kwanza inaanza saa moja kamili asubuhi hadi saa tatu tayari inakuwa imetamatika hapo, na ibada ya pili inaanza saa nne kamili za asubuhi hadi saa sita mchana, hiyo pia inakuwa imetamatika hapo. Baada hizo zote zinakuwa mubashara kupitia Sauti Kuu TV Online, vilevile kupitia Rev. Elingarami S. Munisi Online TV. Hivyo unaalikwa kuwa mdau wa chaneli zote hizo mbili kwa kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele na kuzifuatilia. Haya, Tuangazie magazetini leo wikendi hii tukianza na gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tech Moravian kuombea waliofariki eh, vurugu uchaguzi mkuu. Asasi za zidi kulaani vifo uharibifu kwenye uchaguzi eh, wakitaka haki amani kutawala. Habari imetajwa katika gazeti Nipashe. Dr. Tulia kujiengua mbio za uspika kulivyoacha maswali mengi utata uundaji wa kambi rasmi ya upinzani bungeni. Habari hii imetajwa e, katika gazeti Nipashe. Mwanga wa Jamii, kilichomponza Nifa na wenzake ishirini na moja, hiki hapa kimetajwa katika nakala ya gazeti Nipashe. Marais China, Urusi wampongeza Daktari Samia Suluhu. Vigogo CCM wapeta viti maalumu, wapinzani waambulia viwili. Habari hii imetajwa Uh, katika nakala hii ndani ya wabunge hao bwana yumo mwanadada Jessica Magufuli. Kamata nakala upate habari kwa kina. Gazeti Mwananchi ukurasa wake wa mbele habari kubwa inasema hekaheka za wanaotafuta ndugu zao, ni habari ambayo imetajwa katika nakala ya gazeti Mwananchi ukurasa wake wa eh, wa pili na wa tatu. Unaeleza habari hiyo. E, unaeleza habari hiyo kwa kina. Mwananchi limeandika heka heka za wanaotafuta ndugu zao, si tu kuandika hivyo bali habari picha pia inaangazia ina e, ina inasadiki hichi kinachosemwa. nifa wengine 239 kortini kwa uhaini. Mganga aliyemuua muuguzi akisingizia mizimu kunyongwa China Urus, eh, China kumradhi, China Russia zaahidi ushirikiano. Kwa Samia viti maalumu moto. Tulia ajiengua kuwania usi, uspika. Haya naangazia gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania. CCM yazoa viti maalumu 113, chauma viwili waliokosa majimbo, eh, uraisi wa ula yumo, eh, bona devota habari kamili, ukurasa wa pili. Mikoa yajipanga kuimarisha amani na umoja, ni habari ambayo utaipata katika gazeti ya habari leo, gwiji la habari Tanzania. 233 kizimbani, uharibifu mali za umma. Dkt. Mwinyi ateua wawakilishi wa nane, ahimiza amani. Habari hiyo imetajwa katika nakala ya gazeti ya habari leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Dkta Mwinyi kulihutubia baraza la wawakilishi: tuendelee kuiombea nchi amani. Dkta Mwinyi anasisitiza hilo. Bandari yapunguza tozo za bidhaa za chakula. Dkta Tulia ajitoa uh, kuwania uspika. Miongoni mwa habari ambazo zinagonga vichwa vya habari vya kitaifa eh, ni pamoja na hii ya Dokta Tulia kujiengua mbio za uspika. Naibu spika aahidi kufanya kazi kwa weledi. Aineki ateua wabunge wanawake viti maalumu. Habari hiyo imetajwa katika gazeti Zanzibar Leo. Unaweza kujipatia nakala yako gazeti Uhuru, ukweli daima. Aineki ateua wabunge 115 wa viti maalumu. Wanasiasa wafunguka ushindi wa raisi Samia. Dr. Tulia ajiengua kuwania uspika. JKCI yapata kifaa maalumu kuhudumia wagonjwa 16 ICU. Wajumbe wa nane baraza la, eh, baraza la wawakilishi waapishwa. Wajumbe wa nane baraza la wawakilishi wa apishwa. Haya, taifa Tanzania, uzalendo kwanza, gazeti limeandika Dr. Tulia ya mkuta ya sita ni yapi hayo? Unaweza kukamata nakala hii ya Taifa Tanzania. 22 watuhumiwa kupanga kuzuia uchaguzi mkuu 2025. INEC yatangaza uteuzi wa wabunge wanawake 115 wa viti maalumu. E, baraza la mawaziri e, e, Sadik la kutana kwa dharura. Haya, bwana bali imetajwa katika gazeti Taifa Tanzania. Uzalendo kwanza. Gazeti Jamvi la Habari, gazeti lako ndugu mtazamaji, limeandika Dk Tulia ajitoa kugombea uspika. Kama nilivyokupa hadhari hapo awali, habari hii inagonga vichwa vya habari vya kitaifa kwa hapa nyumbani Tanzania, hivyo waweza kuisikia tena na tena. Mkandawile aongoza CCM da kutoa pole kwa wahanga wa vurugu. Rais Mwinyi aagiza kuendeleza amani kwa maendeleo ya nchi. Haya, gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge. Dr. Tulia ajiondoa uspika. INEC yatangaza wabunge kumradhi, INEC yatangaza wabunge viti maalumu. Chama cha mawakili wampongeza AG E. Johari. RC Chalamila atoa angalizo uuzaji mafuta kwenye vidumu. Hayo na mengine mengi utayapata katika gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge utakapokamata nakala hiyo. Gazeti Mwanahabari, gazeti bora. Wabunge 115 viti maalum watangazwa na INEC. Raisi wa China ampongeza Dr. Samia kushinda uraisi. Dr. Tulia ajiondoa mbio za uspika. Uhifadhi ndio moyo katika sekta ya utalii, kamishna Badru anaeleza. Nifa na wenzake 21 wapandishwa kizimbani kwa mashtaka ya uhaini. Baraza la mawaziri Sadik la kutana kwa njia ya mtandao habari imetajwa katika gazeti Mwanahabari gazeti bora, Mtanzania leo. Kazi ni kipaumbele chetu. Nifa na wenzake 21 wafikishwa Kisutu, washitakiwa kwa kosa la uhaini, wakili wao aomba wapatiwe matibabu. Dkt Tulia ajitoa mbio za kuwania uspika. Chauma waambulia viwili ubunge, viti maalumu. Habari hii imetajwa katika gazeti Mtanzania leo. Moi yaendesha kambi uchunguzi wa afya bure. Serikali yatoa milioni mia nne na tatu mawasiliano Mbinga. Habari hiyo utaipata katika gazeti Mtanzania leo utakapokamata nakala hiyo. Gazeti hili linatupeleka mapumziko mafupi, kisha kurejea hapa tena kuangazia habari za kimichezo na burudani kama sehemu ya pili ya magazetini leo.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 0678813891. Karibu katika sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, ikiangazia Eh, nakala hizo zilizoandika habari hizo kwanza niangazie gazeti Mwanaspoti, gazeti mahususi hasa kwa habari za kimichezo na burudani. Mwanaspoti limeandika saa 24 za moto, saa 24 za moto, kiungo Simba awekwa mtu kati, Mzize azungumzia bao la Kafu, kocha afunguka ishu ya maino main, eh, eh, banka anasema tatizo bwana lilianzia soksi, tatizo lilianzia soksi. <laughs> Haya, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, huko mwishoni kabisa limeandika miamba minne bara vitani leo. Gamondi afurahia uteuzi Taifa Stars JKT Queens ya tamani ubingwa wa Afrika. Shilole anasema tuchague amani, umoja na busara. Shilole mwe anasema tuchague amani umoja na hata busara. Basi e, elfu tatu kushiriki korosho marathon e bwana 2025 habari <laughs> ya ukurasa wa 23 gazeti hilo, Zanzibar Leo nalo michezoni limeandika, Simba Azam njia tofauti NBC Premier League, JKU yaachana na bausi, Ali Bakari akabidhiwa mikoba ZFF kuanzisha mafunzo ya wakufunzi wa viungo. Haya, naondoka hapo bwana nikiangazia gazeti Uhuru michezoni. JKT Tanzania Simba bala lipo hapa e, sita pointi ilizonazo Simba Sports Club katika msimamo wa ligi kuu Tanzania Bara. Msanii V Kashera awaasa wa Tanzania tudumishe amani. Simba Queens Yanga Princess Hapatoshi. viki kaushai Kar, eh, katrina wapata mtoto wa kiume. Haya, kongole kwao. Taifa Tanzania michezoni, kampeni ya Simba Sports Club msimu huu ni kushinda kila mchezo. eh, majeraha bado ya mtesa Musa Kamara, habari imetajwa katika gazeti hili la Taifa. Tanzania Zalendo kwanza, michezoni huku, jamvi la habari sporti ikiandika JKT Tanzania Simba kuumana leo. Wasanii bongo wazidi ku, eh, kukangwa. wasanii bongo wazidi kukaangwa. Yoro atabiri ufufuko wa Manchester United msimu huu, habari hiyo utaipata hapo. Wamachinga Sport limeandika Yanga KMC uwanjani kesho. Gamondi yapongezwa kumwita Kevin John. TRA ndaira gije swala la muda Simba JKT Tanzania hatumwi mtoto dukani leo. Habari hii utaipata katika gazeti Wamachinga Spoti. Huko Pamba jiji yaipiga mkwara Singida Black Stars. Haya, naondoka hapo nikiegezea mwanahabari gazeti hili limeandika, Mzize awania tuzo ya goli bora, Mzize awania tuzo ya goli bora. Mabula sasa awindo Uturuki. Rashid Juma mbuni itapeleka ligi kuu Arusha, huku Simba JKT Tanzania ubabe ubabe. Leo Maximo kujinasua kwa Yanga kesho. Haya, na ondoka hapo mtazamaji, nikihitimisha kabisa magazetini leo kutokea hapa Sautikuu TV Online, studio zetu za Kawe jijini Dar es Salaam. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, mwingine huniita Double D, si mbaya kukamilisha matangazo haya asubuhi ya leo, mwenzangu ni Freedom Richard. Ni kutakia weekend njema.